Autichuo kikuu cha Iringa na katika michezo na burudani, timu Sami yashindwa kutamba mbele ya, ya timu Sami katika mpira wa pete. Habari za wakati wa utazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Rose Mese siku ya uhuru wa vyombo vya habari imeadhimishwa kitofauti katika chuo kikuu cha Iringa ambapo wanafunzi wa idara ya waandishi wa habari wamefanya maadhimisho hayo nje ya chuo kwa lengo la kukitangaza mwanahabari wetu Nelson dabananie ana undani wa taarifa hii Aidha, baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa idara ya uandishi wa habari waliopangwa kwenye kitengo cha mahusiano ya umma kutoka chuoni hapo na kwenda kukitangaza chuo katika stendi ya Igumbiro wameeleza changamoto walizokutana nazo wakiwa katika harakati za kukitangaza chuo. Sahihi sana kwa sababu watu wanakaa dakika ku maana e, hakuna uwingi wa watu kivile. Changamoto kubwa ni kwamba pengine ile reception ya mtu, yaani mtu kukubali mwelekeze kile, wengine wengine wako na haraka, mwingine anataka kuondoka haraka, mwingine kusikiza anataka kusikiliza. Kwa hiyo so, ile approach ambayo anatumia kumpata ili aweze kupata attention, kupaenshon ni kazi kubwa inafanyika. Kwa hiyo ni moja ya changamoto. Naam, na hao ni baadhi ya wafanyakazi ambao wanafanya uh, kazi ya kuhudumia wasafiri uh, wanaopitia katika stendi hii ya Igumbiro iliyoko karibu na sheri mpya. Walikuwa wakiweza kuelezea nini ufahamu wao juu ya Chuo Kikuu cha Iringa na baada ya kuleta hii elimu ni kipi wamekipata kutoka kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka hapa uh, Igumbiro stendi, mimi ni Nelson Dabananie wa UoI Digital imeandaa semina ili wakutanisha vijana kutoka vyo mbalimbali mkoa wa Iringa yenye lengo la kuwafundisha vijana juu ya uongozi pamoja na maendeleo ya jamii. Mwanahabari wetu Barati Ali, anatujuza zaidi. Taasisi ya kimataifa ya vijana AIESEC imeandaa semina ili wakutanisha vijana kutoka vyo mbali mbali mkoani Iringa ikiwa na lengo la kuwafundisha vijana masuala ya uongozi pamoja na maendeleo ya jamii semina hiyo imefanyika siku ya Jumamosi thelathini na moja mwezi wa tano 2025 katika ukumbi wa Science Block, chuo kikuu cha Iringa. Semina hiyo ilikuwa na lengo la kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki katika uongozi mbalimbali pamoja na kuwa wabunifu ili kuleta maendeleo katika jamii. Akizungumza na vijana walioshiriki katika semina hiyo, barozi wa AISEC nchini Tanzania Emi Chesko amewahasa vijana juu ya kuwa wabunifu na kuwa viongozi bora katika jamii tuna fursa nyingi kama ISEC. Cha kwanza kabisa, tuna fursa za kujitolea ambazo unaweza ukajitolea kwa muda wa wiki sita mpaka nane kwa kwenda nchi nyingine, hiyo tunaita exchange programs. Lakini pia tuna internship za nje ambazo mtu unaweza ukaenda Germany, ukaenda uh, chika Malaysia, Canada, Dubai kwa ajili ya kufanya kazi internship ambayo utalipwa kabisa. Lakini pia kama ISEC tuna tuna matawi ambayo wao wanafanya kazi kama wao katika departments mbalimbali kama HR, department ya marketing. Kwa hiyo ukiwa mwana, ukiwa kama mtu wa ICT, utajifunza vitu vingi skills ambazo huwezi ukazipata direct ukiwa labda darasani, lakini zile skills ambazo utajifunza uh, kupitia taasisi ya ICT. Now baadhi ya vijana walioshiriki katika semina hiyo wameeleza namna walivyojifunza mambo mbalimbali mbali katika semina hiyo pia wameeleza jinsi semina hiyo ilivyowajenga katika kuwa i... na kuwaimarisha ili waweze kuwa viongozi bora katika jamii. Uh, mimi mwenyewe ni naweza kusema ni shahidi wa hilo. Ilikuwa Isaac na sasa ni, nafanya vitu vingi ambavyo pengine kwa wakati huo ni vitu ambavyo pengine unaona kama inaweza ikawa ngumu, lakini kitu ambacho wakati inakujenga na kujiamini, uwezo wa kukutana na watu, lakini uwezo wa kufanya vitu ambavyo pengine usingeweza kufanya kwa namna tofauti, kwa uwezo wa kukutana na watu wa Tanzania na nje ya nchi. Kitu kikubwa ambacho nimejifunza hapa ni kwamba sisi kama vijana hatutakii kugala na kuweteka, tunatakiwa tujishughulishe, tunatakiwa tuchangamani na watu. Ikiwa tayari tumeshamaliza ama tunafika tamati kwa kongamano hili, yeah. yeah. la kongamano hili limehusisha wanafunzi wa vyuo tofauti kama vile taarifa yake balati ari. Inatukamishia habari za kitaifa, mtazamaji wao hito, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani. mpira wa wavu uliowakutanisha timu Sar dhidi ya timu Sam umetamatika, katika uwanja wa wavu chuo kikuu cha Iringa, kwa timu Sam kushinda pointi nane dhidi ya tano, mchezo uliochezwa kwa kota tatu. Kocha wa timu Sam Eda Mansoro amesema kuwa walipata ugumu katika mchezo kutokana na kutofanya hivyo mara nyingi, kadri muda ulivyoenda waliweza kucheza vizuri. Wow, anza mchezo kama kwenye ndo ya kwanza hichi kitu ule mchezo wa kipindi cha kwanza, lakini jinsi tunazidi kuendelea mbele wachezaji wangu walizidi kuimarika katika na ikapelekea sisi kupata ushindi. Manahodha wa timu zote wamesema kuwa kitu cha muhimu ni, na cha kuzingatia ni mazoezi kwa ajili ya kutengeneza timu nzuri ya netball. Pia wameuomba uongozi kuupa mchezo huo kipaumbele kwani ni chanzo cha ajira naweza nikasema mimi ni mchezaji mzuri ila kwa journalism sijaona hichi kitu. Kwa hiyo uongozi mpya kama tulivyosikia nani matokeo kwamba ameshinda walioshinda waendeleze. Sio vyema saizi mtu mzima kumchezesha leo, sio vyema kishaurikisha, kama michezo kama hii ndio michezo ambayo ina fact michezo ambayo ukicheza utafika pale unakofika. Ukiangalia mji kama Dar es Salaam wanathamini sana mchezo wa miti watu wanaenda mbali, kwa hiyo ni moja ya ajira na kama ni journalism kwa vitendo journalism tugeza tugeza yetu hiyo uwanjani tuzote mchezo ile ndio unafanya kabisa, ni kupoteza lakini na kupata. Kwa hiyo ni watu tushuhudie, kwa sababu leo sasa pamoja tunaisha mchezo na hata kitu nyingine ikitokea tena na kitu kama hiyo, kila mmoja afanye mazoezi kwa nafasi yake, kila mmoja apambane ili ajue kwa

inafanyika tarehe 30 na tarehe 31. Leo kulikuwa na mchezo wa netball ambao mchezo wa wanawake umehusisha timu mbili ambazo zinatoka, kulikuwa na timu mbili ambazo zinapinzana, ambayo ya Samisi na Salma, na timu ya Samisi imeibuka na ushindi wa bao saba kwa tano nikiripoti kutoka uwanja wa netball. Asante Mbesa Alex kwa habari hizo za viwanja. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo. Mtazamaji, wa UoI Digital Channel yetu haichoki kukuletea misamiati mipya kwa ajili ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Na misamiati hii imeandaliwa na Baraza la Kiswahili Tanzania, yani Bakita. Na leo tumekuandaria msamiati ambao ni kihoroso. Je, mtazamaji, ushawahi kukutana na hili neno sehemu yoyote? Na kama ushawahi kukutana nalo, ulielewa ni nini hasa? Nisikuchoshe, twende tukaungane na baadhi ya wanafunzi wakijaribu kutuelezea wao wanaelewa nini juu ya msamiati kihoroso. Bwana, ushawahi kukutana na neno kihoroso? Hapana. Ha, eni, hamna sehemu yoyote ambayo shaikutana nao hapana, yeah. Sikutana nao, labda unieleweshe kama unauelewa nalo haya, bwana. Kwa hiyo mtu akitokea anakwambia mm, we dada, unapenda una, una kihoroso cha pesa hapo uelei chochote hapo? Sielewi chochote bado, ayamwaya ni siku choshe maana halisi ya neno kihoroso mm -hmm. Ni kitu chochote kizuri kinachopendwa na watu aidha mm -hmm. ni pesa au chakula. Simenielewa? Nimekuelewa. Asante haya, karibu. Nina msamiati kihoroso, ushawahi kusikia hili neno kihoroso? hapana, sijawahi kusikia. Haujawahi kukutana nalo hata sehemu yoyote. Kwa hiyo ukikutana na mtu anakwambia na, napenda sana kihoroso, labda kuhusu chakula au pesa, huyu mtu utamuelewa kabisa? Nitamuelewa kulingana mazingira mt naye ameitumia neno kulinganamazingikutanana kulingana mazingira

kiholoso na kiholoso, maana yake ni kitu kizuri kinachopendwa na watu. Inaweza kuwa pesa, chakula au kitu chochote unachokipendelea katika maisha yako. Kabla sijahitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi inayosema, unavyopenda kihoroso hakikisha inakuletea mafanikio mema. Langu jina Silia Kombe. Watu wengi wanapenda kiholoso, naamini hata wewe mtazamaji unayenitazama unapenda kiholoso na hii ndiyo maana halisi ya msamiati kihoroso kutoka kwa Syria Kombo. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Kwa niaba ya chama cha habari, ni kushukuru kwa kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, ni kutakia usiku mwema. Ulikuwa nami Rose Mise. Kwa heri.